Ote mulipo, na nawakaribisha tena katika chaneli yetu share, subscribe, ili pia jumbe tukiweze kufikishia wengine. Maana Yesu anasema kwamba katika kitabu cha Efeso 4 na mstari wake na kumi na moja kwamba ametoa wengine kuwa evangelist, wengine kuwa mitume, wengine kuwa wachungaji, na wote hawa Mungu ameweka ili waweze kufanya kazi moja, kazi ya kuweza kuwaleta kondoo katika zizi lake. So, Leo tunaenda kuzungumzia neno la Mungu ama kwa lugha ya kimombo the word of God. Na kuzungumzia neno la Mungu, tukaone Mungu anakusudia nini. So, wacha tukaombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako likazidi kutukuka. Ukatusaidie tukaweze kujiandaa kwa ajili ya ufalme wako ambao karibuni. Asante kwa ujumbe malaika watatu ambao umeweza kupatiana, ukaweza kuokoa watu, ukaweza kutoka katika Babeli na ukaweze kuwatoa kupata chapa ya mnyama ukawasaidie, na ukatuongoze, amen. Karibuni tena ndugu zangu. So, ndugu zangu, hakika ni jambo la kuhuzunisha sana. Maana yake tuko katika nyakati za mwisho, na iwapo tutoa maisha yetu katika Yesu Kristo, itakuwa ni siku ya kulia na kusaga meno. Isaya anasema hivyo na hata Yohana wapatmo pia anasema jambo hilo hilo, kwamba watu watalia wakisema, milima tuangukieni, tusitirini kwa uso wa mwana kondoo. So ni lazima tukiweze kutoa maisha yetu kwa Yesu Kristo. So leo tunaenda kuzungumzia neno la Mungu e, tukaone lina faida gani na kwa nini. So, tunaposoma katika kitabu cha Yohana Injili 17:17 17 tunaambiwa kwamba Yohana kumi na saba kumi na saba chanifike pale kwa haraka, ambao Biblia inasema watakase katika neno lako, maana neno lako ndio kweli. Yohana kumi na saba kumi na saba Biblia inasema hivi watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. So tunaambiwa kwamba tunahitaji kutakasika katika neno la Mwenyezi Mungu. Maana neno la Mwenyezi Mungu ndiyo kweli. Na ndiyo maana Mungu akasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, tatu na mstari wa 16 kwamba kwa kuwa neno la Mungu lilikuja kwa ajili ya uweza wake na imetupasa kwa ajili ya mafundisho, marekebisho na maonyo. So tunahitaji tukaze kutafuta katika neno la Mwenyezi Mungu ili tukaze kufahamu neno la Mwenyezi Mungu linatusaidia nini. Zaburi 19 na mstari wake ni wa mia na tano anasema kwamba neno lako ni kama taa na ni neno la Mungu ni taa katika nyayo zetu. So na ndio maana katika Zaburi pia mia moja kumi na tisa mstari wake ni wa mia moja na thelathini anasema kwamba neno la Mungu linapotuingia linatupa uwezo wa kuweza kuelewa that the entrance of thy word giveth understanding unto the symbol. Na ndio maana Yesu akasema kwamba katika kitabu cha Mathayo pale ambapo anajaribiwa, kama mwanadamu ataishi katika mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. So hatuwezi kushinda mwovu, hatuwezi kushinda dhambi bila y kuchunguza katika maandiko na bila y kusoma, Mungu aweze kutupatia nguvu na uwezo. Na ndio maana katika kitabu cha Efeso sita na mstari wake ni wa, wa kumi na saba wa Efeso sita mstari wake ni wa, wa kumi na saba wa Efeso sita mstari wake wa, wa kumi na saba nitasoma kwa uwezo wa Mungu wa Efeso sita mstari wake ni wa, wa kumi na saba anasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Tunahitaji kuwa na chepeo na upanga wa Roho ambao ndio neno la mwenyezi Mungu. Na ndio maana tukaambiwa kwamba neno la Mungu, Mungu ni kama panga likatao kuwili. Hapo katika kitabu cha Ibrania 4 mstari wa 12. Ibrania 4 mstari wa 12 tunaambiwa kwamba neno la Mungu ni kama panga likatao kuwili. Ibrania 4 mstari wa 12. Inasema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena li lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili mm -hmm. so tunaambiwa kwamba neno la Mungu li hai na tena likali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili haka neno la Mungu ndilo linalofaa kutuongoza na kutulekeza katika uzima wa milele so tunaambiwa katika kitabu cha Isaya kwamba mawa unyauka miti ufaetaka lakini neno la Mungu litadumu hata milele na milele. Na ndio maana Mungu amesema ali vitu vyote vitapita, lakini joti hata moja haliwezi likondolewa katika neno lake. So tunahitaji kuweza kutakasika tendo la Mwenyezi Mungu, wapendwa wenzangu, ili tukiweze kuwa na imani na tukiweze kuwa ni wenye kufikia ule mji mtakatifu, ili tukiweze kuzitubu dhambi zetu tukiweza kuzungumza na tukiweza kupata uzima wa milele. So, lakini neno hili linapatikana wapi? Isaya 34 mstari wa 16, 16 anasema tafuteni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, mkiweza kupata kuyasoma. So, tunahitaji kutafuta katika neno la Mwenyezi Mungu ili tukiweza kupata kusoma, tukiweza kujua Mungu amekusudia nini katika maisha yetu sisi kama Wakristo, hasa sisi kama Wakristo ambao tuna ubiri ujumbe wa sasa na matengenezo, tukiwaita watu warudi katika misingi ambayo ni ya sasa manake, na Mungu anasema utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka mahali palipowachwa ukiwa. So, tunahitaji tuwaambie kwamba mahali ambapo wanafaa kujifunza ni kwa Yesu na ni katika neno la mwenyezi Mungu, ndipo wataweza kupata kubarikiwa na kuandalika kwa ajili ya ufalme wa binguni. So, na basi na ndio maana tunapoambiwa katika tu, tuweze kujua tunataka kuangalia huyu neno ni nani, ama this, who is the word. Katika Yohana moja moja tunaambiwa kwamba hapo mwanzo. Yohana moja moja wacha nifike pale, watu wa Mungu, tukiweze kusoma nani pamoja. Yohana injili sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema hapo mwanzo kulikuwa na neno naye neno alikuwako kwa Mungu, na tumefahamu kwamba neno ni Yesu Kristo, ambaye tunafaa kujifunza kwake, maana anasema kwamba jifunzeni kwangu, mkajitie nira yangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyekevu wa moyo. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika hakikufanyika chochote kilichofanyika. So, ndio maana katika kitabu cha Yohana kumi na nne mstari wake na 6 tunatafuta katika neno, tunafaa, na kwamba, kitabu cha Mwenyezi Mungu, tutapata kila kitu kimo kale. Pia katika kitabu cha Yoshua moja mstari wa 8 anasema kwamba hichi kitabu cha sheria kisitoke kinywani mwako utakikiri mchana na usiku. Lakini sasa wanadamu, sasa hivi tumeacha maana ya Mwenyezi Mungu, tumekimbilia katika nasa za ulimwengu, na ambapo tunaambiwa kwamba vyote vitaisha, lakini neno la Mungu litadumu hata milele. So, watu wengi hawana neno, watu wengi hawana Biblia, hawana mahali pa kusoma, lakini Mungu anawaamuru anawa anasema haje, hebu tusasii katika maandiko yake matakatifu kitabu ni cha Luka 22 na mstari wa 36. Luka, Luke 22 verse 36, let us hear what the word of God says. So tunaambiwa pale lakini kwenu ninyi msio bali aliye Luka 22 sorry, samahani, hiyo vasi imenipotea kidogo. Nilikuwa nataka ile ambayo inasema basi Tuka akasema kwamba uza ilikuwa inasema anafaa auze ili atafute e, atafute chepeo ambao tukapata chepeo ni neno la Mwenyezi Mungu tuliposoma katika kitabu cha e, Waefeso sita na mstari wa 17. So tumeona kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni ngao, tena ni nuru na linaleta uzima, mana, Mariko nane. Na ndio maana Yesu akatuambia katika kitabu cha Marko 8 na mstari wa 32 kwamba nanyi mtafahamu kweli na kweli itaweka huru. So ndugu zangu, kaka zangu na wasihi wote, ambao mnanisikiza kwamba ni kipindi ambacho tunahitaji kuwa na kitabu ambacho tunasoma wala si kitabu kingine, bali kitabu kitakatifu, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sasa sio muda ambao tunatumia muda wetu kuharibu akili zetu sisi, tukisoma mastori book tukisoma hadithi ile, hali tumepewa kitabu ambacho kina kila kitu iwe ni afya iwe ni ulaji iwe ni mavazi iwe ni mambo ya maisha yote tutapata katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. So, tunahitaji kusoma hapa na tunahitaji kujifunza kwa Yesu Kristo, ili tukiweze kuwa wanafunzi katika shule yake naye akiwa mwalimu. Basi tunapofanya hivyo, tutakuwa tumeweza kujiandaa kwa ajili ya ufalme ambao unakuja, ufalme ambao hakutakuwa na kilio tena, hakutakuwa na njaa bali kutakuwa ni kufurahia na kushangilia kwa ajili ya ukombozi wetu. So, tunahitajika tena tukiweze kutasika katika eneo letu la Mungu, ili tukiweze kusimama, tukiweze kuwa ni wenye busara. Na ndio maana tukaambia katika kitabu cha Mathayo ishirini na mbili ishirini na tisa mapotea kwa maana amejui maandiko wala uweza wa Mwenyezi Mungu. So uweza huu na ndio maana katika pia katika kitabu cha Warumi vilevile sura ya kwanza mstari wa 16 anasema kwamba Warumi, wacha nifike pale watu wa Mungu tunapomalizia Warumi moja, kumi na sita, maandiko yanasema hivi: kwa maana sionei haya Injili kwa sababu ni uweza na uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie We shall have to do away with the evil. Because our salvation, mana wakovu wetu, uu mkononi mwetu. Na ndio maana wanaposuma katika cha uroo ya unabi, eh, kwa wala mbao wanafamu vitabu hivi, eh, are lighting, ama maandishi ya awali unaposoma, I have forgotten the paragraph, but I know what it says. Inasema kwamba, now the sealing time is very short. Kwamba muda ambao tunaishi, muda, tuna, tunaishi katika muda mchache ambao watu wa Mungu wanatiwa muhuri na muda huo ni mchache, so kila ambacho kinatupasa tufanye ni kuweza kuyakimbia uovu ili tukiweze kujiandaa, tukiweze kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu, maana tunaambiwa katika kitabu cha eh, kitabu cha Roho wa Nabii kwamba sasa tunaposoma katika Testimony to the Church, volume 6, volume 5, I mean, sorry, sorry, tunaambiwa kwamba sasa ni wakati wa kufanya maandalio kwa maana muhuri wa Mungu hautaikwa kwa mtu yule ambaye ana kiburi au tuweza kuwekwa kwa mtu mwanamume au mwanamke, yule ambaye ni mtendaji jambi, yule ambaye anapenda ulimwengu. So ni wakati ambao tunafaa kufanya maandalio ili tukaweze kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu, na tunajua muhuri wa Mungu unapatikana katika sheria zote kumi sabato pia ikiwemo so tunahitaji katika neno la Mwenyezi Mungu ili tukiweze kusimama na tukiweze kuongoka so let us pray that God may help us as we study as we do reformation for we have no time the sealing time is very short and whatever we are doing will determine whether we have eternal life or eternal death so brothers let us pray Thank you, dear Heavenly Father, for the wonderful message that you have helped us to have this evening. In whatever way that you have done, contrary to your will, we are pleading for the forgiveness. Thank you also for our other fellowship, our other fellow uh, ministers in the various ministry as they proclaim the tremendous message to the various places of the world, dear Lord, that may strengthen them, may I give them power we are passing we are passing through challenges difficulties but you have promised us no matter what we need to enter the kingdom of God with the great tribulation so give us power strength and victory for we pray in the mighty name of Jesus Christ amen be blessed barikiwe na Mungu azidi kuonekania tuonane tena katika vipindi vijazo na Mungu azidi wazidi kuwa linda usisahau kusubscribe kushare na kucomment